Habari wakulima wa Tanzania na maeneo mbalimbali mnayotufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa majina, anaitwa Emmanuel Minja, ni seed coach champion agronomist ninayewakilisha in wilaya ya Hanang ndani ya mkoa wa Manyara. Leo nina jambo, nataka kuzungumza na wewe mkulima, na jambo lenyewe ni hiki unachokiona mbele yako. Hii ni alizeti yetu mpya kabisa ambayo imeingia sokoni mwaka huu, na kama unavyoweza kuona katika shamba hili Hili ni shamba darasa letu ambalo tumeandaa mbegu hii. Inaitwa LG 50745. Ina sifa zipi mbegu hii? Ni mbegu ambayo inakomaa kwa muda wakati kati ya siku 90 mpaka 120, kutegemeana na hali ya hewa ya eneo husika, lakini kizuri zaidi katika mbegu hii ni kiwango chake cha mafuta LG 50745 katika gunia la kilo mia ina uwezo wa kutoa mafuta kati ya lita 45 mpaka 51 kwa maana ya kwamba ni asilimia 45 mpaka 51 ya, ya mafuta katika gunia la kilo mia. Lakini mavuno yake, endapo utazingatia utaalamu kama ambavyo sidiko tumefanya katika shamba darasa hili, unaweza kaona, ukizingatia upandaji wa uh, futi mbili kutoka mstari hadi mstari kwa maana ya sentimita lakini kutoka shina hadi shina ni sentimita 30 ukizingatia upandaji huo utaweza kuwa na michi ya kutosha kwenye eneo lako lakini kwenye eka moja una uwezo wa kupata kati ya gunia kumi na mbili mpaka ishirini za kilo sabini mkulima unataka nini kama alizeti LG ina uwezo wa kukupa gunia ishirini kwenye eka moja lakini ikaweza kukupa lita 51 za mafuta ni kiwango kikubwa sana cha mafuta Sidico tunakukaribisha. Mbegu hii inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo nchini. Fika kwenye duka lolote la pembejeo utajipatia LG hamsini sabini na nne tano kwa bei rahisi kabisa, na kama msimu huu ukupanda LG usikosee msimu ujao. Sidico ni nyumba ya mavuno mengi.